Ujambo na karibu tena. Tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali, mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kushindikana kufanyika kwa mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 huko Angola, hatimaye tumeshuhudia viongozi wa Kongo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame wamekutana Katal na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mashariki mwa DRC. Tumeshuhudia mvutano lakini pia kutupiana kwa maneno kati ya viongozi wa Rwanda Paul Kagame, pamoja na Rais wa Kongo Felix Tshisekedi, huku kila mmoja alikuwa akimshutumu mwenzake kutokana na mzozo ambao unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa rais wa Rwanda Paul Kagame, hata kwenye mkutano wa pamoja wa jumuiya ya SADC na EAC ambao ulifanyika Dar es Salaam Tanzania, alidai ya kwamba mzozo ambao unaendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda haihusiki kwa namna moja ama nyingine, lakini chanzo cha mapigano pamoja na vita vinavyoendelea ni mambo ya kikabila. Hivyo akataka e, rais wa Kongo Felix Tshisekedi na waasi kukaa meza moja na kuzungumza kutafuta suluhisho la vita vinavyoendelea katika Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake pia, rais wa Kongo Felix Tshisekedi naye amekuwa akishutumu Rwanda kwa kuwasapoti waasi wa M23 ambao walipanga kuipindua serikali ya rais Felix Tshisekedi ambao walianza mwezi wa kwanza kwa kuuteka mji wa Goma, lakini wakasonga mbele na kufanikiwa eh, kudhibiti mji wa Bukavu. Lakini malengo makubwa ni kuipindua serikali ya rais Felix Tshisekedi, hivyo Tshisekedi naye akimlaumu Paul Kagame eh, kwa kuwasapoti M23 kwa lengo la kuipindua serikali ya rais Felix Tshisekedi. Ni habari njema kuelekea eh, kupatikana suluhisho la mzozo ambao unaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Rwanda Paul Kagame wamefanya mazungumzo ya moja kwa moja kwa mara ya kwanza tangu waasi wa, wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda kuteka miji miwili mikubwa mashariki mwa DRC, mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Qatar, ambayo afisa wake alikuwa mpatanishi wa mazungumzo hayo huko Doha, nchi hizo zimetoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano mashariki mwa DRC. Wakuu wa nchi kisha walikubaliana juu ya haja ya kuendelea na majadiliano yaliyoanzishwa Doha, ili kuweka misingi imara ya amani ya kudumu, ilisema taarifa hiyo. DRC imeishutumu Rwanda kwa kutuma silaha na wanajeshi kusaidia waasi wa M23, jambo ambalo Rwanda imekanusha. Mazungumzo hayo yamekuja baada ya wawakilishi wa M23 kujiondoa katika mkutano uliopangwa kufanyika na serikali ya DRC nchini Angola siku ya Jumanne, baada ya Umoja wa Ulaya kuwawekea vikwazo baadhi ya wanachama wakuu wa kundi hilo akiwemo kiongozi wa M23 Bertrand Disimwa. Katika taarifa, M23 ilisema vikwazo hivyo vinaathiri sana mazungumzo ya moja kwa moja na kuzuia mapema yoyote. Umoja wa Ulaya pia iliwawekea vikwazo makamanda watatu wa kijeshi wa Rwanda na wakuu wa wakala wa madini nchini humo, kutokana na kuwaunga mkono wapiganaji wa M23. Lakini pia makampuni hayo ya madini ni kutokana na kusafirisha madini ambayo yanabebwa kiharamu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekwa Rwanda, ambapo mataifa mengine duniani kutoka huko Ulaya wamekuwa wakinunua madini hayo ambayo huku Kongo watu wanapoteza maisha, na madini hayo yakisafirishwa kiharamu kuelekea huko Rwanda, kisha mataifa mengine yakinunua madini hayo. Mzozo wa mashariki mwa DRC uliongezeka mwezi wa kwanza wakati waasi waliposonga mbele na kuuteka mji wa kimkakati wa Goma ukifuatiwa na Bukavu mwezi wa pili. M23 ni moja wapo ya makundi yapatayo mia moja yenye silaha ambayo yamekuwa yakipigania kujikita katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini mashariki mwa DRC karibu na mpaka na Rwanda. Mzozo huo umezua mojawapo ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani huku zaidi ya watu milioni saba wakilazimika kuyahama makazi yao. Waasi hao wanaungwa mkono na takribani wanajeshi elfu nne wa Rwanda kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Wamezidi kutia wasiwasi wasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa ngumu lakini pia wananchi wengi wa DR Congo wakizidi kukimbia na kuondoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku watu wengi zaidi ya watu 80,000 wakikimbilia katika nchi za jirani, wengi wao wakikimbilia katika nchi ya Burundi, ambako pia hali ya kibinadamu imezidi kuwa ni ngumu. Lakini pia wengine wamekimbilia katika nchi ya jirani ya Uganda na baadhi yao wakikimbilia Tanzania. Waasi hao wanaungwa mkono na takribani wanajeshi elfu nne kutoka nchi jirani ya Rwanda, kulingana na wataalamu wa Umoja wa Mataifa, na wakati fulani wameapa kuandamana hadi katika mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, takribani kilomita elfu moja na mia sita yaani maili elfu moja kuelekea mashariki. Baraza la haki za kibinadamu la Umoja wa Mataifa mwezi uliopita lilizindua tume ya kuchunguza ukatili ikiwa ni pamoja na madai ya ubakaji na mauaji sawa na unyongaji wa mutasari wa pande zote mbili. Mengi zaidi tutazidi kukuhabarisha kuhusu eh, nini tutegemee sasa kitakuwa ni matokeo kutokana na hiki ambacho kinaendelea huko Doha. Baada ya marais hawa kukutana, Paul Kagame pamoja na rais wa Rwanda na rais wa, eh, wa Kongo Felix Tshisekedi kukutana huko Katal, na tumeshuhudia Katal imekuwa ni moja kati ya nchi ya kiarabu ambayo imekuwa kama mpatanishi katika mizozo kadhaa ya kimataifa hivi karibuni ikifanya kazi na Misri pamoja na Marekani katika mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas katika ukanda wa Gaza ambayo yalivunjika mapema Jumanne, na tumeshuhudia Israel ikianzisha mashambulizi mapya katika ukanda wa Gaza, na shambulio kubwa ambalo limefanyika juzi limepelekea idadi ya watu zaidi ya mia mbili kupoteza maisha huko Gaza, lakini pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kwamba shambulizi hilo ni la mwanzo tu, hivyo wategemee kuona eh, mashambulizi zaidi ambayo yataendelea huko katika ukanda wa Gaza. Lakini kubwa pia, tumeshuhudia nchi jirani zimekuwa zikifanya kazi ya kusuluhisha usitishaji mapigano, lakini jaribio la kuileta serikali ya Kongo pamoja na viongozi wa M23 pamoja katika mkutano nchini Angola siku ya Jumanne lilishindikana wakati M23 ilipojiondoa Jumatatu. Mchana, wakuu wa nchi walithibitisha kujitolea kwa pande zote kusitisha vita mara moja na bila masharti, serikali tatu lilisema katika taarifa ya pamoja. Lakini kubwa kama nilivyokuambia, tusubirie kuona eh, kitu gani kitajiri baada ya mkutano huo uliosimamiwa na Amir wa Qatar, ambao nakuja siku moja baada ya kundi la M23 kujitoa kwenye mazungumzo mengine ya Angola, ikiwa tayari imeteka miji mikubwa mashariki mwa Kongo. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali mbali.